Sikuwahi kuamini mambo ya ushirikina mpaka nilipohamia hosteli ya chuo kikuu cha msituni. Nilidhani ni hadithi za wazee kujaribu kutisha vijana. Jina langu ni Hamisi na nilikuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza nikisomea uhandisi. Nilifurahi kupata chumba katika hosteli ya zamani kabisa. Blotka, ingawa wengi walisema ilikuwa na laana. Nilipuuza, nilipenda ukubwa wa chumba na dirisha kubwa lililoangalia mti mkubwa wa mbao. Kitu pekee ambacho sikupenda kilikuwa kioo kikubwa kilichoning'inia ukutani, kilichokuwa na muonekano wa zamani na chenye mipasuko mingi. Siku ya kwanza, nilijaribu kukisafisha kioo hicho. Vumbi lilikuwa zito na likionekana kama limekaa hapo kwa miongo kadhaa. Nilipofuta nilihisi baridi kali, kama vile nimefungua mlango wa chumba cha barafu. Nilikaa nikiangalia sura yangu ndani yake, kulikuwa na kitu kilikuwa hakiko sawa. Sura yangu ilionekana iliyopotoka, macho yangu yakionekana meusi na ya kuchukiza. Nilidhani ni mwangaza mbaya. Siku zilizoendelea, mambo yalizidi kuwa ya ajabu. Kila nilipojitazama kwenye kioo, sura yangu ilionekana tofauti kidogo. Mara moja niliona kama kulikuwa na kivuli kilichotembea nyuma yangu, ingawa nilikuwa peke yangu. Siku nyingine niliona macho meusi yakinitazama kutoka ndani ya kioo, macho yasiyokuwa na roho. Nilianza kuhisi wasiwasi. Usiku mmoja, nikiwa ninasoma kwa ajili ya mtihani, nilisikia sauti laini ikinong'ona jina langu, Hamisi, Hamisi. Ilikuwa inatoka kwenye kioo. Nilitoka jasho na nikawa nimeganda pale nilipo. Nilijaribu kuongea lakini sauti yangu ilikauka. Nilichukua taulo na kukifunika kio. Nilijaribu kutulia, nikijaribu kujishawishi kuwa nilikuwa nimechoka sana na nimeanza kuota lakini usingizi haukuweza kuweza kunipata. Saa zilipita na sauti ile ile ilianza tena, Hamisi, nataka ucheze nami. Niliamua kuondoka chumbani, nililala kwa rafiki yangu block. Nilijaribu kumweleza yaliyokuwa yamejiri lakini alifikiri ninaota Alinishauri niende kwa daktari. Niliporudi kwenye chumba changu asubuhi, nilidhani kila kitu kimeisha. Taulo bado ilikuwa imefunika kioo. Nilipoiondoa nilishtuka, kulikuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa damu kwenye kioo. Maandishi yalisema umenikimbia Hamisi, sasa lazima ulipe. Siku hiyo mambo yalizidi kuwa ya kutisha. Niliona kivuli kilikuwa kinanifuata kila mahali kila nilipopita kio chochote, niliweza kuona macho yale yale meusi yakiangalia nyuma yangu. Nilianza kuona picha za ajabu katika akili yangu. Niliota mwanamke mzee mwenye sura ya kutisha akiniita kwa jina langu na kuniahidi maumivu makali. Niliamua kuomba msaada. Nilikwenda kwa mzee mmoja, mlinzi wa hosteli, ambaye alikuwa anajulikana kwa hekima yake na ujuzi wa mambo ya kale. Nilimweleza kila kitu. Alisikiliza kwa makini kisha akasema, kioo hicho kimelaaniwa, Hamisi. Kilitumiwa kufanya matambiko ya kichawi miaka mingi iliyopita. Roho mbaya imefungwa ndani yake, ni lazima kiangamizwe. Alinipa hirizi iliyotengenezwa kwa chumvi na mimea mitakatifu. Aliniambia nifungie hirizi hiyo kwenye kioo na kuomba kwa nguvu zangu zote. Kisha alinishauri nipate mtu wa dini ambaye anaweza kuombea chumba kile kitakaswe. Nilifanya kama alivyonielekeza. Nilifunga hirizi kwenye kioo na kuomba. Ghafla, chumba kilianza kutetemeka. Kioo kilianza kupasuka na kupasuka. Sauti kubwa ilisikika kama mtu anapiga kelele kwa uchungu. Nilianguka chini nikiwa nimefunika masikio yangu. Nilipoangalia juu, kioo kilikuwa kimepasuka vipande vipande. Hakukuwa na maandishi ya damu, hakukuwa na macho meusi. Kilikuwa kimeharibika kabisa. Baadaye nilipata mchungaji ambaye aliombea chumba kile. Alisema kuwa niliachiliwa huru kutoka kwenye nguvu za giza. Nilikaa katika chumba kile kwa mwezi mmoja zaidi, lakini mambo hayakuwa sawa tena. Nilikuwa na hofu ya kila giza, kila kivuli, kila kioo. Nilijua sikuwa salama. Niliomba uhamisho na kuhamia hosteli nyingine. Sikuwahi kurudi kwenye blog, lakini bado kila ninapoangalia kioo ninahisi baridi kali na ninakumbuka macho yale yasiyokuwa na roho yaliyokuwa yamenitazama, na ninajiuliza, je, kweli nilitoroka au nimebeba sehemu ya laana ile ndani yangu? Jina langu ni Rehema na nilikuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza nikisomea uandishi wa habari. Hosteli yetu ilikuwa ya zamani na sakafu za mbao zilizokuwa zinatoa kelele kila ulipopita. Chumba changu kilikuwa kwenye ghorofa ya tatu mwishoni mwa korido. Nilijifunza haraka kuwa chumba kilichokuwa karibu na changu, chumba nambari kumi na tatu, kilikuwa kimefungwa na hakuna mtu anayeruhusiwa kukikaa. Watu walisema kuwa chumba hicho kilikuwa na laana. Miaka kadhaa iliyopita, mwanafunzi alijiwa ndani ya chumba hicho. Watu walisema kuwa roho yake ilikuwa bado inazurura na kuwatesa wale waliojaribu kukikaa. Nilicheka, niliambiwa kuwa mimi niliyependa mambo ya ajabu na ya kusisimua, hivyo hadithi kama hiyo ilikuwa kama zawadi kwangu. Siku moja, nikiwa ninarudi kutoka maktaba, niliona mlango wa chumba nambari kumi na tatu ulikuwa wazi kidogo. Niliacha kusoma habari nilizokuwa nazisoma na niliendeswa na hamu ya kujua. Nilisogea karibu na mlango, nikiangalia ndani. Chumba kilikuwa tupu, lakini nilihisi baridi kali. Kulikuwa na harufu ya ukungu na unyevu. Ghafla nilisikia sauti. Sauti ilikuwa laini ya mwanamke ikilia, nisaidie, tafadhali, nisaidie. Nilitazama pande zote, lakini sikuwaona mtu yeyote. Sauti ilitoka ndani ya chumba. Nilianza kuogopa, nilirudi nyuma, nikijaribu kutoka pale haraka iwezekanavyo lakini nilipokuwa ninaondoka mlango ulifungwa wenyewe kwa kishindo kikubwa nilishtuka. usiku huo sikupata usingizi, niliendelea kusikia sauti ya mwanamke ikilia. Nilijaribu kujifunika masikio yangu, lakini sauti ilizidi kuwa kubwa na kubwa, ilionekana kama alikuwa karibu na mimi. Siku iliyofuata niliamua kumtafuta msimamizi wa hosteli, Bi Fatuma. Nilimweleza yaliyokuwa yamejiri. Alisikiliza kwa makini kisha akasema, "Rehema, ninakushauri usikaribie chumba hicho, ni hatari. Hadithi za roho ile ni za kweli." Nilimuuliza kwa nini chumba hicho kilikuwa kimefungwa na kwa nini hakuna mtu anayeruhusiwa kukikaa. Alisema kuwa walijaribu mara kadhaa, lakini kila mtu aliyekikaa chumba hicho alipata matukio ya kutisha. Waliona vitu, walisikia sauti, na wengine walipoteza akili zao. Hatimaye waliamua kukifunga chumba hicho kabisa. Nilimshukuru Bi Fatuma kwa ushauri wake na niliamua kumtii, lakini hamu ya kujua ilikuwa inanitesa. Nilihitaji kujua ukweli kuhusu chumba nambari 13. Usiku mmoja niliamua kurudi kwenye chumba hicho. Nilitafuta funguo ya chumba hicho na niliipata kwenye ofisi ya usimamizi wakati Bi Fatuma alikuwa ametoka kwenda chooni. Nilichukua funguo na kwenda kwa chumba nambari kumi na tatu. Nilifungua mlango kwa uangalifu. Chumba kilikuwa kimya, lakini bado nilihisi baridi kali. Niliwasha tochi yangu na kuanza kukagua chumba. Kilikuwa chupu, isipokuwa kitanda cha zamani, meza na kiti. Kulikuwa na vumbi kila mahali. Ghafla, tochi yangu ilizima, niliachwa kwenye giza kamili. Nilianza kuogopa, nilianza kuhisi kuwa siko peke yangu. Kisha nilisikia sauti tena, umeamua kunisaidia. Sauti ilikuwa karibu na mimi, karibu na sikio langu. Nilianza kukimbia, nilijikwaa na kuanguka chini. Nilihisi mikono ikinishika, ikinivuta chini. Nilianza kupiga kelele, nikiomba msaada. Siku iliyofuata, nilizinduka kwenye hospitali. Nilikuwa nimepoteza fahamu. Bi Fatuma alikuwa ameniokota asubuhi alisema nilikuwa nimepatikana nimejificha kwenye kona ya chumba nambari kumi na tatu nikiwa ninatetemeka na kulia. Sikuwahi kurudi kwenye chumba hicho tena. Niliacha chuo kikuu na kwenda kuishi na wazazi wangu. Bado ninaota ndoto kuhusu chumba nambari kumi na tatu na sauti ya mwanamke ikilia. Nilijifunza somo langu, baadhi ya mambo hayafai kuchezewa, na hadithi za kutisha za hosteli zinaweza kuwa za kweli, haswa pale unapoziishi wewe mwenyewe. Hosteli ya wasichana ilikuwa mahali ambapo ushirikina ulienea kama moto wa nyika. Kila kona ilikuwa na hadithi yake, kila mwanafunzi alikuwa na uzoefu wake wa kutisha. Lakini kiti cha mwalimu ndicho kilikuwa kimetawala akili za wengi. Kilikuwa kiti cha kawaida, lakini historia yake ilikuwa ya kutisha. Jina langu ni Zuhura na nilikuwa mwanafunzi wa mwaka wa tatu nikisomea mwalimu. Hosteli yetu Umoja ilikuwa na kiti maalum kilichokuwa kimehifadhiwa kwenye ukumbi. Kilitumiwa na mwalimu mkuu wa kwanza wa chuo chetu, Profesa Marehemu Ngowi. Watu walisema alikuwa mkatili sana na alikuwa anawachukia wanafunzi wake. Alifariki ghafla akiwa ameketi kwenye kiti hicho, akiwa anafanya mtihani. Baada ya kifo chake, wanafunzi walianza kusema kuwa kiti kile kilikuwa kimelaaniwa. Watu walisema kuwa yeyote aliyeketi kwenye kiti hicho angepata bahati mbaya, angefeli mitihani na angekuwa na ndoto za kutisha. Wengi walipuuzia hadithi hizo, lakini nilianza kuamini baada ya matukio niliyoshuhudia. Siku moja, mwanafunzi mmoja Aisha, aliamua kuchezea kiti hicho. Alifikiri ni utani mzuri kuketi kwenye kiti hicho kabla ya mtihani wake mkuu. Alipigwa picha akiwa ameketi hapo na alicheka na marafiki zake. Siku iliyofuata Aisha alipata ajali mbaya, alivunjika mguu na alishindwa kufanya mtihani wake. Watu walisema ilikuwa ni laana ya kiti. Nilianza kuamini. Miezi ilipita na hadithi za kiti kile ziliendelea kuenea. Watu waliogopa kukikaribia. Kiti kile kilikuwa kimekaa peke yake kwenye ukumbi kama kituo cha hofu. Mimi kama mwanafunzi wa walimu, nilihisi ninavutiwa na kiti hicho. Nilitaka kujua ukweli. Nilitaka kujua kama kweli kulikuwa na laana au ilikuwa ni hadithi tu. Usiku mmoja, niliamua kwenda kwenye ukumbi. Nilichukua tochi na kwenda pale peke yangu. Ukumbi ulikuwa kimya na giza lilikuwa zito. Niliweza kuona kiti kile kimekaa peke yake, kikionekana kama kiti cha enzi cha mfalme wa giza. Nilisogea karibu na kiti, nilihisi baridi kali. Niligusa kitambaa cha kiti, kilikuwa kigumu na kikavu niliangalia pande zote nikihisi kuwa siko peke yangu. Ghafla nilisikia sauti. Sauti ilikuwa ya kiume kali na ya kutisha, wewe ndani hapa. Nilishtuka, niliangalia pande zote, lakini sikuwaona mtu yeyote. Sauti ilitoka kwenye kiti. Nilianza kukimbia, nilitoka nje ya ukumbi nikipiga kelele. Nilikimbilia kwenye chumba changu na kujifungia ndani. Nilikaa kitandani nikiwa ninatetemeka na kulia. Siku iliyofuata niliamua kumweleza rafiki yangu Salma yaliyokuwa yamejiri. Alinisikiliza kwa makini kisha akasema, "Zuhura, ninakuamini. Nimesikia hadithi nyingi kuhusu kiti kile. Ni lazima tuondoe kiti hicho." Tuliamua kuomba msaada wa mzee mmoja, Bwana Juma, ambaye alikuwa mtaalamu wa mambo ya ushirikina. tulimweleza kila kitu Alisikiliza kwa makini kisha akasema, kiti hicho kimelaaniwa na roho ya profesa Ngowe. Roho yake inateseka na inaendelea kuwatesa wale wanaokaribia kiti hicho. Ni lazima tufanye tambiko la kumtuliza. Alitupa maelekezo ya jinsi ya kufanya tambiko hilo. Tulihitaji kukusanya vitu maalum kama vile chumvi, mimea mitakatifu na mshumaa mweupe. Tulihitaji pia kuimba nyimbo za kale za kumsihi Mungu. Usiku huo tulifanya tambiko kwenye ukumbi. Tuliwasha mishumaa, tuliweka chumvi kuzunguka kiti na tuliimba nyimbo za kale. Niliona kivuli kikubwa kikitokea kwenye kiti. Kivuli kilikuwa kinafanana na Profesa Ngowi. Kivuli kilianza kuongea, mnalitaka nini? Kwa nini mnalisumbua? Sauti ilikuwa ya kutisha. Bwana Juma alisema, Profesa Ngowi, tunakuomba utulie, roho yako inateseka tunataka kukusaidia kupata amani. Kivuli kilisema sipati amani mpaka haki itendeke. Nilikuwa nimetendewa isivyo haki maishani, nilidhulumiwa na wanafunzi wangu. Bwana Juma alisema tunakuomba usamehe, wasamehe wale waliokukosea, ndiyo njia pekee ya kupata amani. Baada ya masaa kadhaa ya kuomba na kuimba, kivuli kilianza kufifia, hatimaye kilipotea kabisa. Siku iliyofuata kiti kile kilionekana kama cha kawaida. Hakukuwa na baridi kali, hakukuwa na sauti. Kilionekana kama kimepoteza nguvu zake. Tuliamua kuondoa kiti kile kutoka kwenye ukumbi. Tulikichoma moto nje ya hosteli. Tulitazama kikiungua tukijua kuwa tumemaliza laana. Baada ya tukio hilo, hosteli ilikuwa tulivu. Watu hawakuogopa tena kukaa kwenye ukumbi, walisahau kuhusu kiti cha mwalimu. Lakini mimi sikuwahi kusahau. Bado ninakumbuka sauti ya Profesa Ngowi na kivuli chake. Nilijifunza kuwa mambo ya ushirikina ni ya kweli na kwamba yanaweza kuwa hatari. Na nilijifunza kuwa wakati mwingine lazima tuchukue hatua ili kulinda sisi wenyewe na wale tunaowapenda. Hadi leo hii, sipendi kukaa kwenye kiti kwa muda mrefu na usiku. Ninahisi kama mtu ananitazama, kama ananisimamia nisifanye makosa.